Na Yeremia 41 si kama andiko, kichwa ni enzi ya machafuko: upanga wa watu kumi na usaliti wa mtu mmoja. Nataka kushiriki nimana na wewe, Ishmaeli mwana wa Nethania, gavana Gedalia, na mabaki ya Yuda wasaliti, kuzingatia ya tukio la mauaji wajifanya kupuuza onyo la Mungu, matamanio ya kisiasa na hisia za kitaifa, unapotenda ipasavyo kuni mfano mzuri wa matokeo yatakuwaje Yeremia charso dore Ishmaeli Inuka na wende kwenye joto lililokuwa naye, alimua Gedalia mwana wa Ahikamu pamoja na watu upanga. Kumi usaliti moja katika enzi ya machafuko, janga linalotokea tunapofuata hasira na uchoyo badala ya Roho Mtakatifu. Watakatifu wapendwa, wakati wa machafuko watu huuliza, kiongozi ni nani? Nimsikiliza nani? kuwa nyeti sana. Andiko la leo ni Yeremia 41, kusala kiongozi moja chagoni. Nionyasheni aina gani ya maafa inaleta. Ni tukio la bahati mbaya sana. Asili ya sura ya mpapusanu ya Yeremia, hebu tuangali. Baada ya kuharibiwa kwa Yerusalemu na Babeli, Babeli iko katika nchi ya Yuda akamweka Gedalia kuwa gavana. Gedalia na Nabi Yeremia tugiti neno la Mungu pamoja, hali zote zitara kutangasa na kuwatuliza watu, mpole na mpenda amani alikuwa kiongozi. Lakini Ishmaeli alitawaliwa na hisia za utaifa na matamanio ya kibinafsi, hatimaye awawa mabaki ya Yuda waliokusanyika pamoja na Gedalia na hata askari jeshi wa Babiloni. Katika Yeremia 412 Ishmaeli akasimama na kumuua Gedalia pamoja na wanaume kumi, yonekana nina kuandikia Yer 412 Tatizo lilikuwa nini? Ishmaeli ni sauti ya Mungu badala yake hisia za kibinafsi na ukabila. Nilitenda kulingana na hisia zangu, alihalalisha mauaji hayo kwa jina la hasira ya kitaifa. Watakatifu wapendwa, ujumbe wa leoni tulize swali hili kuna. Je, hukumu zako zinaongozwa na Roho Mtakatifu au na hisia na tamaa? Wakati wa machafuko, hasa wakati wa shida, hasira isiyoweza kudhibitiwa, kadiri tunavyoamka ndivyo tunavyozidi maombi ya kuomba mapenzi ya Mungu inahitajika. Ni nyeti kwa uongozi wa Roho Mtakatifu, utifu kabisa unahitajika badala ya kuhukumu kwamba mimi niko sawa. ja Je, Mungu anapendeswa? Tafadhali fikiria kwanza. Hitimisho: lakini Gedalia alitaka amani, aliwawa. Ishmaeli alisema haki, mwishowe ni agizo la Mungu nilivunja. Tunatangaza haki ya Mungu katika enzi yoyote na hali yoyote, si haki ya kuchagua. Na muwe watu wanaoimarisha kulinda na kutenda utaratibu na haki ya Mungu. Mtu anayomba inahisha kuwa Roho Mtakatifu na anaomba mapenzi ya Mungu. Unapaswa kuwa binadamu kwa wakati kama huo kupona na historia ya wako wanzani.